Katika maeneo ambayo watu wanafika sehemu wanalegeza kamba ya msimamo wa dini ni vyuo. Nyinyi ni mashahidi wazuri zaidi kuliko hata mimi. Mimi nimepata kusikia hapa chuoni, nilikuwa nishakuja mara nyingi mimi. na miaka nyuma ilikuwa kila mwaka wanapofika tu wanafunzi wapya, nilikuwa naalikwa kuja kuzungumza na wanafunzi hapa hapa na chuo kikuu cha Iringa zamani kiliitwa Watumaini, ruku kote hukeshapata nafasi ya kuzungumza na wanafunzi wapya wa Kiislamu, tulikuwa tunaalikwa dini tofauti, lakini kutokana na majukumu kubadilika uh, ni muda mrefu sijapata tena nafasi hiyo. Lakini nimejifunza mengi katika kuwakumbusha vijana wa Kiislamu ambao wanaingia vyuo, kwa sababu sikuwa mzungumzaji peke yangu wazungumzaji walikuwa wengi na bahati nzuri, siku moja nilikuwa nikizungumza sala, kuwakumbusha vijana wa Kiislamu ambao ndio kwanza wanaingia vyuo. Kuna ile dhana ya kwamba ukishafika chuo basi umekua. Ni kweli umekua, umri uliokuwa nao sasa hivi tofauti na ulipokuwa ukisoma sekondari, a level, o level, lakini pia vile vile ulipokuwa unasoma shule ya msingi. Tofauti, umekua kweli, umekua, lakini haina maana kukua basi upo huru kufanya chochote kile. Uhuru una mipaka yake. Aliwahi kusema rais mstaafu ambaye ni marehemu pia vile vile wa awamu ya pili, Rais Ali Hassan Mwinyi, kipindi cha uongozi wake aliwahi kusema, uhuru bila ya nidhamu ni vurugu na nidhamu bila ya uhuru ni utumwa. Watu wanatakiwa wawe uhuru lakini kwa kuna nidhamu. Ni kweli umefika chuo kikuu, umri wako umeshakuwa si tofauti uh, msingi na sekondari, lakini haina maana kwamba una uhuru wa kufanya chochote unachotaka. Una uhuru wa kuacha swala? Una uhuru wa kuacha ibada? Uhuru huo haupo. Una uhuru kwa sababu umekuwa, lakini uhuru lazima uwe na mipaka na nidhamu lazima ipatikane. Sasa mwaka mmoja wakati tunatoa nasaha kama hizi kwa vijana wapya, mwaka wa kwanza, nakumbuka siku tulifanyia chuo cha walimu Kleru pale, walikusanyika vijana wa vyuo mbalimbali wa Kiislamu kutoka Tumaini, Tumaini iliyokuwa Tumaini Ruku, na hapa Mkwao, tulifanyia chuo cha walimu pale Kleru. alisimama kijana mmoja ambaye kipindi hicho alikuwa yupo akitoa ushuhuda wa yale aliyoyasema, kwamba mara nyingi tunadhani kwamba tupo uhuru basi tunaweza kufanya chochote kile. Uh, ushuhuda aliotoa kwa kweli ulichukua fikra za watu wote kwa siku ile na ulichukua fikra zetu kutupeleka katika maumivu kwa tulioyasikia. Binti mmoja wa Kiislamu katoka Zanzibar alikuwa tumaini pale, ile wiki ya kwanza ile waliporipoti pale chuoni, katoka kwao na msimamo wake mzuri, ana dini, hijabu, kila kitu, lakini kwa ile dhana ya kwamba ukishafika chuo basi umekuwa na naye ikamchukua zanae, wiki ya kwanza tukapata rafiki wa kiume, kapata rafiki wa kiume, msimamo wake kaweka pembeni, hijabu yake kaiweka pembeni. Wiki ya kwanza wakashawishiana na kudanganyana, walivyodanganyana wakatoka chuoni pale wakaenda wanapojua wao wenyewe, kwa muda wa wiki nzima, wapo wamepanga hoteli. Imekwisha wiki sasa, wanarudi chuoni. Kijana anamwambia binti, "Sasa naomba tutambuane." wapo wiki nzima pamoja, naomba tutambuane. Yule binti akashangaa, tutambuane? tutambuane tena vipi? tuna wiki nzima tuko pamoja, leo tutambua. Nasema ndio tambua vizuri, mimi nakutambua si fulani, kamtaja kwa majina. Nasema sio hivyo, unanitambua mimi fulani, na wewe nakutambua fulani, lakini bwana, mimi hali yangu ni moja mbili tatu, mimi ni mgonjwa, mimi ni mwathirika. Baada ya wiki kijana anajitambulisha hali yake aliyokuwa nayo. Jamani, nazungumza haya nasema, tukio hili na ushuhuda ule ulichukua fikra zetu wote na kutupeleka katika maumivu haya. Mambo yanapangwa, yanaratibiwa, sio bahati mbaya, na wanatafutwa wale wenye msimamo. Leo hii si nazungumzia msimamo, kuwa na msimamo, ndio hao wenye msimamo wanatafutwa. Kijana baada ya wiki yuko na binti wa Kiislamu, kisha mharibia msimamo wake na mwelekeo wake, ndo anajitambulisha sasa, mimi ni mgonjwa mimi ni mwathirika. Binti alinyamaza kwa dakika kadhaa, hajui aseme nini. Baadaye anasema kwa nini leo? Tuna wiki nzima, kwa nini hilo unalisema leo? Usingesema kabla. Yule yupo katika mission maalum, kafanikiwa, alofanikiwa. Sasa ndo anampa anampa taarifa binti, kachanganyikiwa wakarudi chuoni, anakwenda kutoa malalamiko na mashtaka kwa mkuu wa chuo alichofanyiwa. Majibu aliyopewa ni kwamba wakati mnadanganyana, mpaka mnakwenda huko, linishirikisha? Yamekufika ya kukufika, ndio nakuja kunishirikisha? Nifanye nini? Hebu niondokee hapa, basi kirahisi. Katika fikra za kawaida hivi tunadhani yeye anaenda kufanya nini ubinti eh? Yamekwisha, atalipiza kisasi na akilipiza kisasi anafanya anarudi, kwa Mwenyezi Mungu mwomba msamaha. Afkiri kila mmoja anajibu la haraka haraka, anachoweza kufanya ubinti Labda natoe mfano mwingine ambao nilizungumza pia siku hiyo, mpaka kijana mmoja ndo akatoa ushuhuda huo. Ni muda mrefu sasa hivi, lakini ilipata kutokea kijana mmoja akiitwa Adam alikuwa akiishi Dodoma, alikuwa ni driver kipindi hicho taxi. Taxi bado zinafanya kazi sana na zinalipa vizuri. Adam bwana, aliugua akafariki, lakini kabla ya kifo chake aliandika ujumbe mzito na akaandika orodha ya watu mabinti mia nane. Alielezea historia yake kwamba yeye alipata mama mmoja alikuwa akifanya kazi, yule ni Mnyarwanda kwa kazi mmoja mataifa a Dodoma pale, lakini asiri yake alikuwa natokea Rwanda. Yule mama alipofika Dodoma haraka haraka, akatafuta mtu wakuwa naye akampata huyo kijana Adam, wakaishi naye miaka yake miwili mitatu, ya ule mkataba wa ajira ikaisha, lakini wakati inakaribia kuisha alimjengea nyumba, kamjengea nyumba sasa mkataba umekwisha, narudi kwao, anatoa shukrani kwa Adam. Nashukuru kijana, tumekuwa wote kwa muda wote mimistiri, lakini mimi hali yangu ni moja mbili tatu, mimi ni mwathirika. Mama anatoa utambulisho kwa Adam. Lakini sitokuacha hivi hivi, nyumba hii ya kwapo na gari hii ya kwako. Kamwachia nyumba na gari. Adam anaachwa akiwa na nyumba na gari, mambo yake yako vizuri, lakini ndio kaachiwa na tatizo. Alichokifanya Adam kwamba huyu mama aliamua, alikuwa anajua hali yake, amekuja kuniambia dakika za mwisho anaondoka. Maana yake alikusudia, hili tatizo lilonipa alikusudia. Adam akaapa moyoni mwake kwamba hatakuwa peke yake, hatakuwa peke yake katika hili lazima ashee na watu wengine, ndio hao watu mia nane, mabinti mia nane. Akaeleza ada kaandika na majina yao. Mabinti alikuwa Dodoma mjini, mabinti wengi walikuwa wanatoka sekondari ya Jamhuri katikati ya jiji la Dodoma. Hataki watu wazima, anataka mabinti nafikiri Adam anamzidi hata yule mama katika mzee zake. Mama kamwachia Adam peke yake Adam kaachia 800 mabinti. Ukisema mabinti maana yake na kaacha orodha ile wakijua kwamba Adam alifanya makusudi. Wakaamua na wao wenyewe sasa wafanye makusudi hawaondoki peke yao. Kutoka Adam mtu mmoja akazalisha watu wengine waathirika 800. Hawa 800 wenyewe wakiamua kufanya kama Adam wanazalisha watu wangapi? Kisa hiki cha Adam kilitoka katika gazeti, sikumbuki kwani, mwananchi gazeti gani. Watu wakaanza kuhoja, wasema haiwezekani, idadi hiyo ni kubwa sana. Idadi kubwa kwa muda gani? Watu 800 ni wengi, inawezekana sio kweli. Lakini Adam kafanya kwa muda gani? Halafu alikuwa na lengo hiyo, 800 inawezekana kabisa. Na kwa sababu ana lengo, lengo lake likishatimia na binti fulani, hamuhitaji tena hana mapenzi ya kweli na huyo binti, anataka tu amfikishie kitu fulani. Akimaliza naye basi anaandika jina lake, anatafuta mwingine na imkania, anazo nyenzo, anazo, ana nyumba, ana gari, dereva taxi. Mtu mmoja akazalisha watu mia nane na kawaandika majina. Wakati anafariki imekuja kuonekana hiyo historia na orodha ya watu wenye majina yao, wakija kujua kwamba ah, kumbe alifanya makusudi na sisi. Na ndio bahati mbaya, mara nyingi sana mtu anapofanya makosa ni vigumu sana kukumbuka na kurejea kwa Mwenyezi Mungu kufanya toba kwamba hapa niliteleza, Mwenyezi Mungu naomba nisamehe. Na kwa tukio kama hili, watu wengi wanaamua sasa kufanya kulipiza kisasi. Adam kafanyiwa makusudi, ndiye kafanye makusudi, makusudi Adam yakawa ni makubwa zaidi Hatujui hawa inawezekana, wakampitiliza hata Adam. Adam alimpitiliza yule aliyemwambukiza, sasa inawezekana na hawa sijuu, wallahu alam, inawezekana kuna wengine wakaamua kutubia, lakini katika hiyo 800 inawezekana watapatikana kundi kubwa tu ambao wataamua kufanya kama alivyofanya Adam. Sasa tunayasema haya kwa sababu nimesema mwanzo kuna ile dhana kwamba ukishakuwa upo chuo basi una uhuru wa kufanya kila kitu. Kukuwa kweli umekuwa, lakini si sahihi kwamba una uhuru wa kufanya kila kitu, na ndio maana tunasisitizana kubaki katika msimamo wa dini. Dini lazima uwe nayo wakati wote, isije ikapelekea umri wako au mazingira uliopo ukafanya kuacha msimamo wa dini. Dini lazima uwe nayo na katika kushikamana na dini tunaambiwa as-salatu imadu dini, swala ndio nguzo hasa na uti wa mgongo wa dini. Kibinadamu, tulivyoumbwa, makosa ni lazima. Mahaa ni maumbile yetu. Mtume kasema kullu bani adam khata, wanadamu wote ni wakoseaji sana. Haya ni maumbile. Hii ni hadithi sahihi ya mtume e, yaani kuepukana na makosa, makosa tuna lakini akasema wa khairul khata'in at-tawwabun wabora wale wanaokosea sana ni wale wanaotubia sana. Kwa hiyo kukosea sana ndio maumbile yetu, ila tu tunatakiwa kutubia sana. Sasa katika kukosea huku kimaumbile, fanya makosa yote lakini usije kufanya kosa la kuacha swala. Katika makosa makubwa ambayo yatamfanya mtu ajute ni kuacha swala kwa nini swala? Tumesema swala ndio nguzo ya dini yenyewe na ndio uti mgongo wa dini. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi moja, awalu ma yuhasabu bihi labdu la min amalihi yuma alkiyama as sala, jambo la kwanza kabisa kuhesabiwa kwa mja katika matendo yake ya kiibada yote, la kwanza ni swala. Ukifanikiwa katika swala, unapata fursa ya kutazamwa na mengine, ehe, na swaumu ilikuwaje, na nazake ilikuwaje. Kama alipewa uwezo hayo mengine, ndio anapata nafasi ya kutazamwa Ukifeli katika swala haya mengine hayatazamwi kabisa. Navii tunaona uzito wa swala ibada hii ya swala. Ndio maana sema kibinadamu, makosa tunayo, tunateleza, tunasahau, tunashawishiwa, lakini usije ukateleza, usije ukasahau, usije ukashawishiwa kuacha swala. Unajiweka katika wakati mgumu. Fanya mengine yote utakayofanya, ume, umefunga sana, umetoa sadaka, umesaidia watu, lakini hauna swala haya hayana nafasi ya kutazama. Siku ya Kiyama, la kwanza kabisa ni swala. Swala ukikaguliwa katika swala, ikaonekana upo vizuri katika swala, ndio fursa sasa ya kutazamwa na mengine: funga yako ilikuwaje, ubinadamu wako ulikuwaje, ma... shughuli za kijamii ulikuwa unashiriki vipi, baada ya kuwa swala imekamilika ukifeli katika swala, haya mengine hayana nafasi. Kwa hiyo, katika mambo makubwa ambayo tunahimizana kuto kuyaacha kwa namna yoyote ile ni swala Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake, na ndio anatuambia sisi, alimwambia: wamur ahlaka bisalati wastabir alaiha, amrisha familia yako kuswali. Wastabir alaiha, lakini kuwa na msimamo katika kuamrisha, katika kuamrisha swala, usilegeze kamba. Anaambiwa mtume, lakini tunaambiwa mimi na wewe. Amrisha familia yako kusali. Wastabir alaiha, lakini kaza kamba katika kuamrisha swala. Haya maneno ni maneno mazito sana. Usi- isije ikatokea kwamba unamwamlisha au unamkumbusha mtu kusali kwa lugha iliyo nyepesi. Lugha unayotumia kumfikishia mtu basi ndivyo anavyopokea. Ndugu yangu, swali bwana, kama usali shauri yako, kimfikishia kwa lugha hii naye anapokea kwa lugha nyepesi. Lakini niambia ndugu yangu swala ndio kila kitu. Fanya wewe utakaofanya kama huna swala, huna kitu mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu mwingine hawezi kutazama mpaka ikamilike swala. Ukiongea kwa lugha hiyo mifano hiyo na uzito huo, basi basipokea <coughs> kwa uzito huo. Lakini ukiongea kwa lugha nyepesi, mtu anapokea kwa wepesi huo. Utaki kusali shauri yako, yao kwa lugha nyepesi, analipokea kwa wepesi. Baadhi tena, bahati mbaya, wengine nafikia kati ya mume na mke, mume anamwamisha mke kusali, sali, usiposali bwana, shauri yako Sio mume kumwambia mke kwamba usiposali shauri yako. Mume ni kukomaa na mke ni kukomaa, kumkumalia mume lazima asali. Wakati mwingine inatokea kinyume, mke ndio anasali mume anasali. Kuamrishana kusali na ibada zingine iwe kwa lugha ya kusisitiza. Usimwambie mke wala mtoto, shauri yenu kama mtaki kusali. Ndio maana leo hii tunaona nyumba nyingi baba anatoka asubuhi anaenda kusali, watoto wamelala, mke amelala, hawana dharura yote ni kwa nini anafikishwa? Kwa lugha nyepesi tunafikiri kwamba ufikishi kwa lugha nyepesi ndo umemaliza ume, ume. Tunafahamu miongoni mwa aya za Qurani ziko aya zinatu, zinatufahamisha siku ya kiyama itakavyokuwa, yauma yafiru almaru min akhihi, siku ambayo mtu atamkimbia ndugu yake. Hiyo unafikiri kwa nini anakimbia? wa ummihi wa, ummihi, wa abi, na atamkimbia baba yake na mama yake wa sahibati na mke wake atamkimbia, wabani na watoto wake atawakimbia. Kwa nini? Uzito siku ya kiyama, mtoto anafikia kujua kwamba mimi leo naangamia, sababu kubwa ni baba, hakunipeleka chuo au hakuniamrishwa, kwa maana kusisitiza, alisema tu shauri yake. Mtoto kalijua hiyo. Siku hiyo atakuacha hakuachi, atakutafuta wewe. Ulisali sala tano zote wako wote, lakini familia yako ukuiamilisha vile ipasavyo, wanakutafuta. Mke anakutafuta, mtoto anakutafuta. Kwa nini usikimbie? Mtoto anaangamia kabisa lakini najua sababu ni baba. Baba alizembea katika kunisimamia. Haisi hakuachi. Lazima kutafuta. Ushahesabiwa unakwenda peponi, mtoto anakushika shati. Mwenyezi Mungu, anakwenda wapi huyu? Mimi leo naangamia sababu ni yeye. Hajawahi kunichapa hata siku moja kwa nini sijaenda madrasa. Unataka kujitetea mke naye akakushika shati. Eh, Mwenyezi Mungu, huyu mume wangu mimi nilikuwa sifanyi ibada sababu ni mume wangu. Hajanikumbusha hata siku moja. Angalia kaniweka alama hii. Hapa alinipiga siku nilichelewa kupika nili, au nizidisha chumvi. Alinipiga mpaka mpaka na alama hii kaniweka. Hajawahi kunipiga hata siku moja kwa sababu sijasali. Hmm. Shehe wangu hapo natoka aje? Hesabu yako imekaa vizuri, unakwenda peponi, lakini mke wako anakuja na hoja kama, Mwenyezi Mungu huyu hajawahi kunisisitiza kusali mimi. Alikuwa anaongea lugha nyepesi tu. Mambo mengine ya kijamii, sio nini? Haya mambo ya ndoa na kipigo nimepata. Nishapigwa mimi kwa sababu ya kuunguza mboga lakini sijapigwa kwa sababu ya kuto kusali. Hoja kama hiyo unaijibu vipi? kwa Mwenyezi Mungu wakati wengine unaweza kupata majibu ya kukatisha tamaa, lakini haina maana ndio kukata tamaa. Pambana. Mwenyezi Mungu kasema hivi, anamwambia mtume wake, waamur ahlaka bisalati wastabir alaiha, amrisha familia kukusali, afu komaa, koma katika maamrisho, kuwa na msimamo, asikuyumbishe Unaweza kupata majibu ya kukatisha tamaa. Mwanamke anakwambia asali mwenyewe bwana, na ukiona ninakuja katika pepo yako funga mlango nisiingie. Mke ndio anakupa majibu kama hao, ndiyo nakata tamaa. Yeye kesha kutunisha mzuri, wewe unafanya nini? Na unatunisha mzuri au unarudi nyuma?